Jeshi la Polisi Mkoa wa Kilimanjaro linafanya uchunguzi wa tukio la kuuawa kwa Daudi Wilbard Ntuyehoba, ambaye alikuwa akigombea ubunge kwa tiketi ya Chama cha Wananchi Kafu, jimbo la Siha, na watu waliojichukulia sheria mkononi. Mauaji hayo yametokea Oktoba saba majira saa moja na nusu usiku katika kijiji cha Kilingi, Sanya Juu, wilaya Siha, mkoa wa Kilimanjaro. Tukio hilo la kujichukulia sheria mkononi limetokea baada ya Daudi Wilbard Ntuyehoba ambaye kwa sasa ni marehemu kumchoma kwa kisu tumboni na kusababisha utumbo kutoka nje wa ndugu Abdul Isa Muhamedi, mkazi wa Kilingi, kata Sanya Juu. Inadaiwa sababu zilizopelekea Abdul Isa Muhamedi kumchoma kwa kisu, ambaye bado anaendelea na matibabu hospitalini ni kitendo chake cha kwenda kuamulia ugomvi uliozuka kati ya Daudi yadaudi Wilbard Ntuyehoba marehemu na Hamadi Isa Muhamedi wakati wa kinywa pombe kwenye na sababu za ugomvi wao ilitokana na kudaiana fedha. Jeshi la Polisi mkoa wa Kilimanjaro linawashikilia watu nane kwa tuhuma za kujichukulia sheria mkononi kwa kumshambulia Daudi Wilbard Ntuyehoba hadi kusababisha kifo. Watu hao ambao wanashikiliwa na jeshi la Polisi ni Hamadi Isa Mohamed, Alfonsi Kinyaha, Riziki Amedeus, Frank Paulo Rutindi, Shedrack Emanuel, Jeremia Mkondo, Zainab Elisha na Issa Mohamed. Jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro linaendelea kutoa wito na kukemea tabia ya baadhi ya watu kujichukulia sheria mkononi kwani mara nyingi imekuwa ikisababisha madhara makubwa kama haya yaliyotokea katika tukio hili.